Na sasa tuangazie mila na desturi za jamii ya Turkana kwenye ndoa inayohusisha watu wawili wasiokuwa wa jamii moja. Mwanaume anayeona msichana wa jamii hiyo sharti atimize matambiko kadhaa kama vile kuchinjwa kwa uh, fahali maalum na kutenganishwa na bi harusi siku mbili kabla ya kutoa mahari ya mbuzi na kupokezwa mkewe rasmi. Cheboit Emmanuel anaarifu zaidi. Ni shamra-shamra za harusi ambayo siyo ya kawaida katika kaunti ya Turkana. Dick Were kutoka jamii ya Waluya amepata jiko, anafunga pingu za maisha na mpenziwe Lucy Kamar wa jamii ya Turkana. Japo si kawaida kwa ndoa za watu wanaotoka jamii tofauti, eneo hili mila na desturi sharti ziheshimiwe. Harusi hii ya kitamaduni hufanywa nyumbani kwa kinamke. Hapa ngoma na densi maarufu kama edonga zinahanikiza kote. Wanajamii wakiendelea na burudani, biharusi huwa amefichwa ndani ya manyata hii na haruhusiwi kabisa kutangamana na mumewe hapo. E, ilikuwa hapo awali walikuwa wamesema harusi ya kanisa ni kama ya mchele tu, ile unaita marafiki tukule na tuende, lakini haisabulii popote, so nikaamua ni mzuri ni malizane na kitamaduni tutokane kabisa nisikuwe na kitu inaitwa mkopa hapo e. Wanasema mkopa, mkopa unakula deni. Kuna mambo mengi ambayo yanaoana katika mila zetu na mila za, za mume na mke katika hali hii, tofauti ile ndogo ndogo, tuliketi pamoja na hawa wazee tukaziangalia na tukazilainisha kuhakikisha ya kwamba chochote ambacho tunafanya inaenda sambamba na mila zote mbili. Kilele cha sherehe hizi ni kuchinjwa kwa fahali huyu anayejulikana kama Emong. Fahali hudungwa mkuki na nyama yake kuliwa na wageni. So kwa sababu mume wangu amelipa mari yote ambayo wazazi wangu walikuwa wamehitaji, ili ni kuwe sasa nimeoleka. So mume wangu sasa ndiye anamiliki watoto pamoja na mimi, hatuoni uchungu kwa sababu mke ni mali kwa hizi jamii zote mbili. Kwa hivyo yeye pekee vile ye, ni mali hii mali yote itarudi bado. Jua linapochomoza siku ya pili, matambiko maalum ya kitamaduni ya kuunganisha familia nzima ya kuukeni na ya kuumeni hufanywa. Bwana harusi lazima aingie zizini na kumpokeza mkewe mbuzi huyu kama ishara ya maisha mapya ya ndoa, au kuwa wanaotakana wakutane kwa kitamaduni yetu ya Kiturkana. Lakini vile wale walipokezana wali hao mbuzi sasa hiyo imewafungua nafasi ya kuongea kama bibi na bwana. Licha ya mkinzano wa mila tamaduni, desturi ya jamii ya Waluhya ikilingeshwa jamii ya Waturkana, dikwere ameweza kufaulu kupata jiko na mabenati, na mabenani ambao bado hawajapata fursa ya kufunga ndoa ametakiwa kuiga mfano huo ili kuweza kukuza uhusiano utangamano baina ya jamii. Cheboit Emmanuel Runinga ya Citizen nikiwa Kalokol eneo bunge la Turkana ya Kati